Kanisa, najua ya kwamba leo mumestajabu kanisa, kujiuliza kwamba kwa nini mzazi leo mbele ya kuhubiri amechukua mtungi na anapita nao kwa madhabahu, kunakuwa sermoni gani? Labda unaweza zania ya kwamba tunafanya masianso kite, lakini sivyo shabana. Lengo ni kusudi kukusaidia ujue kichwa na tungo ya neno tuliyo nayo maana Biblia inasema ya kwamba ya kwamba wakati wa matayarisho ya Pasaka Kristo Yesu walikamata kondoo, sababu tulisema hakuna Pasaka pasipokuwa presence ya mwana kondoo, na yule mwana kondoo sio mwingine, ni Kristo Yesu mwenyewe. Biblia inasema nini? Biblia inasema ya kwamba Biblia inasema walikamata kondoo, wakamchinja. Walipochinja kondoo wa mitume wakaanza kuangalia tutafanyaje, wanamuuliza Kristo, ni kweli kondoo amekufa. Sasa maana gani ambao tutaweza kwenda kutayarisha sherehe kwa ajili ya Pasaka? Sikia, kondoo amekwisha kufa, lakini inabidi mjue ni wapi kwenye mtafanyia sherehe ya Pasaka. Sababu ni gani? Yesu anawaambia ya kwamba kadiri munavyo peni. Pasaka inabidi mwende kwa mji wenye kufuata mbele, mtakuta mwanaume mocha, ambaye yule mwanaume atakuwa anabeba mtungi, na ndani ya yule mtungi kutakuwa machi. Na mukimuona yule mwanaume, mumusimamishi, mumwambie hivi: Bwana ametutuma utuonyeshe chumba cha wageni hapo, tutatengeneza karamu ya Bwana sababu tunakuona una mtungi na ndani ya mtungi kuna maji. Sikia, ni kweli Yesu alikufa sababu yako, na umekwisha kuamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi, lakini ujue ya kwamba kama mwanaume mwenye kukuongoza hana mtungi na ndani ya mtungi kama hamuna maji, ujue ya kwamba kanisa uko na jidanganya. Haleluya. Wakaenda waliingia kwa mji, wakakutana na aina ya wanaume wenye kuvala makoti, wanaangalia, wanasema inawezekana ni huyu, lakini wanapoangalia kukichwa hakuna mtungi, na akawa akawa na mtungi ndani ya muna maji, wanasema siye. Wanakutana na mtu mwenye kubeba Biblia, kadiri inavyoibeba hapa, lakini Biblia inasema ya kwamba, wanamwangalia ani yake wanakuta ya kwamba ni mtumishi kabisa halisi, anavaa makoti anavaa mzuri, alafu anasema sauti inakuwa kama vile sijue ya dume wa bebero, lakini wanamwangalia kukichwa, hakuna hakuna mtungi, wanasema siye. Waliendelea kitabu ya Marko sura ya kumi na nne mstari wa kumi na mbili kitabu ya Luka sura yake ya makumi mbili na mbili mstari wa kumi asema, waliendelea wakakutana na mtu ambaye alikuwa na mtungi, na ndani ya mtungi kulikuwa maji. Wakasema ndiye wakamfuata, wakamwambia baba, ututayarishie mahali pa kuweza kusherekea Pasaka. Kanisa ucheye kwamba ingawa kama umekuja kuomba Mungu kwa mlango ulionao kwa imani ulionayo, lakini kama wenye kukuongoza wenye kukusimamia hana mtungi kukichwa na ndeni ya mtungi hamuna maji taka siye, hujafika hujamwona. Yesu anasema kwa mwekumuchuwa kama ndiye, lazima awe na mtungi, ndeni ya mtungi mwe maji. Ole kwa kiongozi, ole kwa msimamizi anayesimamia watu asiyekuwa na mtungi wala maji, ikoje msimamizi mwenye kusimamia watu lakini hana mtungi, akiwa na mtungi lakini hana maji. Maji ni mvuli wa utakaso, maji ni mvuli wa kumwogopa Mungu. Mwenye kukutembeza mwenye kukusimamia kama ana maji atakutongoza, kama ana maji atakupenda, kama ana maji atakuloka, kama ana maji atakukombanisha. Sababu ni nini? Utatoka unakuja, uko na kiu, bali kiu igishe yana kuya kuinua na atainua. Tainua kwa namna gani? Sababu ataanza kukutongoza, ataanza sini na weye, ataanza kukufanyia mapratika yake ya kishetani. Sababu ni gani? Neno la Mungu haliko ndani yake. Kubali kuongozwa na mtu mwenye na mtungi, na ndani mkuwe nani wanaingia kwa mji wanakuta, sababu leo watu wanasania kama kutumikia Mungu ni sababu uko na madiplome na madiplome. Hapana, unaweza kuwa na madiploma lakini, kukichwa hauna mtungi. na ukawa na mtungi ndani yamuna maji. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe. Yesu anawambia ya kwamba mtaenda kutengeneza Pasaka. Unaenda kutengeneza Pasaka ni kusudi uokolewe mtu anatoka kwake na mizigo na anakoya kufika kunyuma ya imani, anakuta tena kuko maneno kushinda yenye alitoka nayo. Na ni pale unakuta mtu aliingia mkanisa iko mrefu na anaendelea kuleo, sababu alikuta hakuna mwenye kuwa na mtungi na ndani hakuna maneno. Mtumishi mwenzako Pasaka inakuja. Pasaka ni kufa na kufufuka kwa Kristo. Pasaka ni alama ya kutoka kububaya na kuingia kubusuri, kutoka kubutumwa na kuingia kwa kuwa mtu huru. Lakini sasa una mtungi, unaingia kadiri ulivyo, na leo kingaliko vili, lakini uchia ya kwamba pasaka inafika. Haleluya kanisa, pasaka inafika, pasaka inafika ni mtu aliye na mtungi, ni mtu aliye na mtungi, ni mtu aliye na mtungi. Na ndani ya mtungi, ndani ya mtungi mtoke maji, ndani ya mtungi mtoke maji, ndani ya mtungi mtoke maji, maji ya uzima, Kristo Yesu Masia, maji ya kweli yenye kukata kiu. Hallelujah. Jina la Bwana libarikiwe.